To be honest sasa hivi simba wanakwenda kukutana na kitu kizito zaidi. Kitu gani? <laughs> Mlima Everest tunataja uko na mita 8800 za urefu e. Simba kwa damu na nyama walipanda e. This time wanakutana na Berkane ambaye amechukua ubingwa wa Moroko kwenye mechi 11 za Confederation ambazo amecheza e. ame concede magoli mawili tu, nadhani simba mbele yao kuna mfereji unaitwa Mariana. Hey. Hey. Mariana. Mariana. Hey, Mariana. Mariana. Mariana. Eh. <laughs> eh, of course, huu ni of course, mbele yao kuna mfereji unaitwa Mariana. Kwa sababu Everest tunataja hey, ni mita 8800. 8 na mfereji wa Mariana ndo hey, mfereji mrefu kuliko yote duniani, wenyewe, wewe, ambao unakadiriwa kuwa na mita 11,000 hey. Kwa hiyo kama Simba walifanikiwa kupanda kitu chenye mita 8800 mbele e, ya This time, Berkane e, wako chini kabisa, wamezama kwenye mfereji wa Mariana e, wanatakiwa kuchomoza, kuibuka juu kileleni na kutoa ubingwa ubingwana11 mbele ya Mariana. Kwa hiyo unaweza ukaona mechi jinsi ilivyo hiyo e, eh <laughs> nimesikia ni Laki lakini anaweza kavuka si? Lakini ajue kabisa huu mfereji mbele yao kuna Mariana eh? Si unatakiwa tu ujue kuogelea <imuidubwa> Eh, kuna kuna namna gani ambapo Fadlu na na kikosi chake wataogelea kuweza kuibuka kwenye huo mfereji Mariana. Eh, sahihi. Magunga, unataka kusemaje? Yaani, mechi tafu sio kidogo sana tu, ni mechi ngumu sana, unajua uhalisia ni kwamba...... na wakati unaendelea, Dickson anasema hizi hizo ni story tu <laughs> <laughs> hey, yeah. Na unajua tu, si, si, siwezi kutumia nguvu kubwa sana kuzungumzia ugumu wa Bekane kwa sababu kila mtu alishuhudia ule mchezo kwa asilimia kubwa sana, na kwa bahati mbaya sana, kwa kimbinu, Bekane wako flexible sana. Uh, mara nyingi wanaweza wanabadilika kutokana na uhitaji wa mchezo wanabadilika kutokana na kituo pia cha mchezo na wanabadilika kutokana na aina gani ya timu ambayo wanakutana nayo kwa wakati huo. Kwa hiyo uh, wanakutana na Simba. Berkane wenyewe pia wanaelewa ugumu wa mechi ambao wanaenda kuicheza. Nakumbuka baada ya mchezo kumalizika kwenye fainali ya kwanza, Pablo alifanikiwa kufanya mahojiano na Lamine Mamadu Kamara, akasema moja kati ya vitu ambavyo wanatarajia ni kwenda kukutana na mchezo mgumu uh, Tanzania kwa hiyo watajiandaa kwa sababu wanajua ukija Tanzania ni mazingira gani ambayo wanaweza kukutana nayo. Na kwenye football ni kwamba kama Simba alifungwa magoli mawili, maanake Bekano anajua hata Simba na wenyewe wanaweza wakafunga hayo magoli mawili. Sasa kufunga makuto kufunga, itategemeana na maandalizi kuelekea kwenye huo mchezo, itategemeana na mentality za wachezaji kuelekea kwenye huo mchezo itategemeana na dizaya matamanio ya wachezaji mm, kuelekea kwenye huo mchezo Lakini pia utahitaji kuwa na wafanyakazi wako bora katika siku ya kazi husika, kwa maana katika hiyo siku ya fainali. Kwa hiyo, uh, kitu kingine ambacho Simba wanahitaji kubadilika, nafikiri hakuna namna ambavyo unaweza kukimbia ubora wa Berkane kwa sababu watu wamekuwa wakiuliza kwamba Berkane ana madhaifu gani ili Simba wayatumie na juma achukua hii ndio, wakati mwingine ukitaka kufanikiwa sio lazima utumie madhaifu ya mpinzani wako, okay. unaweza ukajaribu kucompete kwenye ubora ambao yupo nao. Kwa hiyo ubora wa bekane mara nyingi tulioshuhudia kwenye ule mchezo, si timu ambayo itakupa muda na nafasi kwenye mpira, ni timu ambayo itakupresi muda wote, ni timu ambayo inaweza kukufanyia man marking na kufunga njia nyingi za pasi ni timu ambayo inaweza kukupa wakati mgumu hata katika ujenzi wao kwa mashambulizi. Inawezekana tukawa tunaamini Berkane atakuja kuzuia kwenye eneo lake, alafu akaanza kusurprise, akaanza kuchagua vipindi. Kwamba katika dakika tisini wakawa na gazi ile dakika tisini katika makundi tofauti tofauti. Mm. Kwamba kuna muda tutapress kuanzia juu kwa kuwashinikiza Simba kwenye eneo lao kwa sababu wanasema high risk high rewards. Kwa lazima ubalance hapo. Wakati yeah, unachukua hatari kubwa zaidi kuna uwezekano wa kufanikiwa ama kuto kufanikiwa. Kwa hiyo unaweza kwa press Simba kuanzia juu, alafu waka expect kwamba wanaweza kufanya makosa, tukafanya turnovers, tukaweka mpira kwenye wavu. Kuna wakati tuta defend kwenye low block. Kila mtu anajua timu kutoka ukanda wa kaskazini ni namna gani zaweza kukuofa ushindani katika eneo la kuzuia, lakini pia utahitaji kuwa na wachezaji ambao wanaweza kukabiliana na uh, uo ubora katika uzuiaji wa wapinzani na katika, katika, katika kitu ambacho nilikuwa nimeanza ni, ni, ni, ni kiongelea tangu jana kwenye joga bonito, nikasema ndio kwenye mpira wa kisasa uh, mbinu mara nyingi zinamwambia mchezaji anapaswa kufanya nini na kuwa wapi ndani ya uwanja, lakini misingi ya kiuchezaji inampa reason mchezaji kwa nini yupo katika ilo eneo ndani ya uwanja mm. na kwa nini anafanya hicho ambacho ameambiwa afanye, na wakati mwingine inamuongezea maarifa zaidi hata kutatua baadhi ya changamoto ambazo si mwalimu laz..., yani si, si aina changamoto ambazo mwalimu ni lazima akusaidie kutatua, kwa sababu kwenye mechi kama hii ya fainali kuna wakati unahitaji akili ya ziada ya wachezaji, kwa sababu mwalimu anaweza akatoa asilimia sabini ya kile ambacho anakiamini mm. Yeah, katika hizo asilimia thelathini wachezaji mmejipanga vipi kuzikamilisha mia? Mm. na mhakikisha mnafanya kazi katika ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo ni mechi tricky na ni mechi ambayo <coughs> ili uwe bingwa mm. ni lazima ukubali kumwadhibu Berkane. ili upoteze ubingwa it, itatokea endapo utakubali kuwa mnyonge kwa rs Berkane. Kwa hiyo in... tumekubaliana tu hapa, simba watakuwa wanapeleka sana moto huku nyuma kukos, kutakuwa salama uh... sija kawa wanatafuta mabao lakini mm -hmm. kila ukisikia kelele himo huko nafikiri fadru na ni mwalimu wa kisasa na moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kukusaidia kwenda kushinda mechi inayofuata ni kufanya marejeo katika mechi iliyopita, kukaa na wachezaji na baadhi ya wasaidizi wako ku analyze kitu gani kiliwaangusha kwenye mchezo uliopita. Moja kati ya vitu ambavyo viliwasumbua Simba sana ni hicho ambacho anakisema, kukosekana kwa balance ya kiulinzi kipindi ambacho wanakuwa na mpira na kitu kingine ni walikuwa wanapata shida sana kuwa comfortable ama kuwa huru katika ujenzi wao wa mashambulizi. Hmm. Simba akiwa nyumbani kila mtu anaamini Simba kwa sababu yupo nyuma kwa magoli mawili atahitaji kushambulia kwa kasi sana. Lakini wakati unatakiwa kushambulia kwa kasi inakubidi pia utengeneze uh, balance nzuri ya kiulinzi pindi unaposhambulia kwa maana kwamba ulinde duka lako likae sawasawa. Na Simba mara nyingi wakiwa na mpira idadi kubwa ya wachezaji wanakuwa kwenye nusu ya mpinzani. Nyuma mara nyingi wanabakiaga na mabeki wawili mm, na viungo wawili ambapo, au viungo wawili, kiungo mmoja au wote kwa pamoja, wanaweza kaanza kuhusika katika kuisupport timu kujenga mashambulizi na kuendeleza mashambulizi kwa... kitu ambacho ni hatari sana, kitu ambacho ni hatari. kwa hiyo rai yangu mimi ni kwamba mwalimu anachotakiwa kufanya cha kwanza, Simba kuna kitu anatakiwa badilike, ni kuepuka kutengeneza umbali mrefu baina ya mchezaji mmoja na mchezaji mwingine lakini kuepuka pia kutengeneza umbali mrefu baina mstari mmoja na mstari mwingine, kwa maana mstari wa walinzi, kiungo na mstari wa washambuliaji. Moja kati ya kitu ambacho kinawaangusha sana Simba na mara nyingi huwa hawadhibiwi ni kuruhusu kucheza kwa kupeana distance ndefu. Fuatilia umbali baina ya Kagoma na Ngoma timu ikiwa na mpira. Fuatilia umbali baina ya wale wachezaji wakiwa kwenye nusu ya mpinzani. Of course fullback wote wanakuwa juu kwa kama fullback wote wanakuwa juu, wapinzani wenyewe wanakuwa wana observe matukio uwanjani kwamba Shabalala pamoja na Kapombe wako juu, kwa sababu wing, wingers wa Simba mara nyingi wanakuwa ndani kwa ajili ya kuongeza idadi kwenye eneo la kiungo na kuwalau ile fluidity ama mtiririko wa mashambulizi. Kwa hiyo namna gani watadhibiti sasa kwenye yale maeneo ya pembeni? Ukiruhusu center back wako watawanyike, utahitaji viungo wako kukava ile eneo la katikati. Je, Simba watakuwa na idadi nzuri ya kuzuia kwenye counter attack kwa idadi ya watu wanne na ukipindi wanakuwa na idadi ya watu wanne, kumbuka itawapa ugumu kutengeneza ile compactness shape, yaani kushikamana, ili kuhakikisha wanawazuia wapinzani. Kwa hiyo wanatakiwa kuwa makini na, ili usijikute katika hatari nyingi, kwanza unatakiwa kuhakikisha unakuwa safe salama ukiwa na mpira, kuepuka kupiga pasi mkaa, kuepuka kufanya jogging kiwanjani kama unafanya counter press kwa maana counter press ni pesi ambayo unaifanya ama shinikizo ambalo timu inafanya baada tu ya kupoteza mpira. Wanatakiwa kuwa sharp kwenye matukio, wanatakiwa kuwa sharp kufanya recovery na kutengeneza rest defense ambayo itawasaidia timu ikiwa na ngoma, wana hiyo kasi ya ura, kufanya hiyo kwa haraka zaidi. Unajua hey, nili, nilisikiliza interview ambayo Pablo alifanya na na Labili nadhani mm, mkiwa Morocco Juma mm, alichozungumza Labili alisema Simba ukiwa press wanakupa mpira mm. Yaani, ukiwa press aggressive wanakupa mpira. Akasema ndicho kitu ambacho tulikifanya, kwamba tunaenda kuwagonga, tunawapress kweli kweli, wanatupa mpira. Akasisitiza zaidi kwamba tunakuja Tanzania, tutakuja kuwapress na tunauhakika tutafunga goli mm. Sio maneno yangu, ni maneno ya mchezaji mkongwe wa Berkane. So point ni nini? Yeah. Kitu cha kwanza utamzungumzia Fadru kutengeneza muundo ambao ni mzuri zaidi, utamzungumzia Fadru kuselect kikosi ambacho ni bora zaidi, lakini asilimia tisini na tisa pointi tisa anategemea uwezo binafsi wa wachezaji kuweza, ndio kumbeba na kubeba aina yake ya football ambayo anataka timu icheze. Wewe ni professional player, wewe ni Fabrice Ngoma, wewe ni Kagoma, unawakilisha mashabiki wa Simba zaidi ya milioni 30 wamekuamini yani, kuna watu zaidi ya milioni 30 wanaipenda Simba, lakini wamekuamini wewe ndo unacheza pale, lazima uwe na discipline. usipoteze mpira kizembe hmm. unapopewa pasi hakikisha pasi inafika, kwa sababu Berkane wanajaribu kupress, wanatengeneza mtego na watu wanne, kama ulivyoona goli la pili linatokea. Watatengeneza mitego mingi sana kwenye transition, yani wakati Simba wanatoka nyuma wana mpira wametoka kwenye phase ya kwanza, wanakuja kwenye phase ya pili Berkane watafika wataenda kuwagonga pale wakiiba mpira. Sasa ndo changamoto amezungumzia kitu Magunga. Kwenye football kuna kitu tunakiita rest defense. Yani haiwezekani unacheza nyumbani na Berkane unamwambia Zimbo na Kapombe, wakati tunatoka kwenye fezi ya kwanza ya ujenzi mm. Wavuke mstari wa katikati waende mbele afu nyuma ubaki na, na Shamo na Hamza, idadi hiyo ni ndogo, watakuua utacheza hivyo na mashujaa, utacheza hivyo na na Mungu, na kwa e, na kwa sababu muda mwingi wako nyuma ya mpira uta survive. Guys, wale ni Berkane, wana Basene, wana Osama, wana Labiri, wana Meili au wote wana quality. Rest defense tumeona timu zote duniani mara nyingi sana huwa wanabaki na watu watano nyuma. Kwa mfano Arsenal rest defense yao iko vipi nyuma? huwa anabaki timba wakati timu sasa inatoka nyuma kabisa, huwa anabaki timba Gabriel na Saliba na kama ma center back watatu, then full back wa kushoto Lewis-Skelly mm -hmm. anaingia ndani kuungana na Patei mm -hmm. wanakuwa kama namba sita wawili, kwa hiyo wanapotoka nyuma Asena wana ma center back watatu, wana viungo wawili Benny Rice na Odegaard wana uhuru wa kwenda mbele zaidi hiyo ni WM rest defense ya Arsenal. Kwa in case wamepoteza mpira kwenye transition, ukiwapiga counter attack utaenda kukutana na watu watano nyuma. mm -hmm. Manchester City kuna muda rest defense yao ilikuwa hivi, kuna muda walikuwa wanabaki masenta baki wawili and then fullbacks wote wawili wanaingia ndani kuungana na Rodri. mm -hmm. Kwa hiyo nyuma amebaki masenta baki wawili, mbele yao kuna namba sita watatu kwa ni WM rest defense ya watu watano ambayo imegeuka mm. Sio kama tunaelewana, yeah. Manchester United kuna muda walikuwa wanatengeneza anatengeneza rest defense utakuta nyuma wanabaki mafullback, ma center back wawili and then namba sita mmoja ana drop katikati yao anatengeneza idadi ya ma center back wawili anakuwa kama spare man yeah, sure. Kisha kiungo mmoja mzuiaji anabaki mbele na namba kumi mm. Naye ana drop Kuja kutengeneza idadi ya namba sita wawili. Kwa tayari ni rest defense ya watu watano. Sasa nenda kaangalie mechi za Simba ambazo wamekuwa naruhusu magoli. Nitaanza na mechi ya Mashujaa. I mean na KMC, mm. uliona ile ile mechi ambayo nani yule alifunga goli yule? mm. Uh, Chambo. okay. Walikuwa wamebaki hawa wawili ma center back. Ma full back wote wako mbele zaidi. Rejea mechi na Al Masry away, ya goli mbili. Tazama goli la pili walilofungwa na lile goli la tatu waliofunga likakataliwa na VAR. Kuna wakati walishambu, walishambuliwa mara fe, first half, mm -hmm, dakika kumi na tano mwalimu alikuwa anamwambia azimbwe na Kapombe mbele zaidi. Baada ya kufungwa magoli mawili akamwambia e, aka azimbwe sasa, utakuwa unabaki wewe na masenta baki wawili, mnatengeneza idadi ya masenta baki watatu, kagoma na ngoma, mnakuwa mbele ndo tukaona Simba wanakuwa safe kidogo mpaka kipindi cha pili walipokwenda kwenye back three. Kwa hiyo ninavyokuambia rest defense ni kitu muhimu kama unakutana timu ambazo zina press, zina quality mbele. Hmm. Lazima ubaki na watu watano. In case umepoteza mpira kwenye transition, una watu ambao wanaweza kubato kwenye counter. Na na kwa kuongezea, tutakuja hapo. Hmm. Tuna mambo mazuri Jessica eh. Hatuko peke yetu eh. Ya, tukitoka Zanzibar kwa kuangalia finali, eh, tutasalia huko. Sisi kama Crown Media okay, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Silent Ocean Union Awards inaenda vizuri kabisa na wanachuo ama wanavyo mbalimbali waliopo visiwani Zanzibar wanapata nafasi uh, ya kuonyesha vipaji vyao okay, ili waweze kupata nafasi ya kwenda mbele zaidi, na hii ni uh, kwa hisani ya Silent Ocean ambao wameona kuna umuhimu wa kuibua vipaji vya watu ili waweze uh, kufikia malengo yao.